Salamu alaikum. <clears> Taarifa <throat> kwa vyombo vya habari: vurugu za kisiasa baada ya uchaguzi wa mwaka 2025. Ndugu wanahabari, Tanzania imekumbwa na mgogoro wa kisiasa tangu siku ya uchaguzi tarehe 29 Oktoba 2025 na baada kwa masiku kadhaa, hali iliyopelekea vifo na uharibifu wa mali na miundombinu. Kufuatia kadhia hiyo, sisi Hizbu Tahrir tunapenda kueleza yafuatayo: kama ambavyo tunasema mara zote kwamba demokrasia ambayo ni nidhamu ya kisiasa ya kibepari, pamoja na utaratibu wake wa vyama vingi, ililetwa na wamagharibi wakoloni kwa masilahi yao wenyewe, si kwa matakwa masilahi, wala maendeleo ya nchi zetu kama inavyodhaniwa na wengi, kiasi cha baadhi ya watu kuchanganyikiwa kwa matumaini hewa, wakipoteza muda mwingi, rasilimali na hata kupoteza maisha kwa kutarajia mabadiliko. Mfumo huu wa demokrasia ya vyama vingi uliletwa na wakoloni kwa hila na udanganyifu, ili kuwabadilishia badilishia watu sura ya mtawala, kwa sababu wakoloni waligundua kwamba watu wamechoshwa, na kulikuwa na kiasi kikubwa cha malalamiko kutokana na ukatili wa mfumo wa chama kimoja ulioletwa na kulindwa na hao hao wakoloni wa magharibi baada ya kutupatia uhuru bandia wa bendera. Kwa mfumo huo wa vyama vingi wa magharibi, pia wanalenga kuwahadaa wananchi kwamba na wao hao wananchi wanafanya maamuzi, jambo ambalo si kweli, kwa sababu hata Marekani raia hawachagui rais wao kwa njia ya moja kwa moja. Kwa hivyo sera hii ya vyama vingi ililetwa kama mbinu nyingine ya kuupa nguvu ukoloni mambo leo baada ya ukoloni mkongwe na uhuru wa bandia, ili kuwaondosha watu kufikiri kwa usahihi dhidi ya mfumo mzima wa kibepari. Ikawa sasa, badala ya watu kupambana kuung'oa mfumo muovu wa kibepari uliotamalaki na kunyonya ulimwenguni kote, hususan nchi changa, watu wakabaki wanatumia nguvu zao zote katika suluhisho la uongo la kubadilisha badilisha sura za watawala, ilhali tatizo msingi ambalo ni mfumo mzima wa kibepari lipo pale pale. Bila ya kusahau kuwa uchaguzi huo wa vyama vingi pia ni mkakati wa wakoloni wa kurefusha uhai wa mfumo wao wa kibepari, na wakavifanya vyama pinzani viwe silaha ya akiba dhidi ya watawala wa ulimwengu watatu, pale vyama tawala wasipolinda wasipoli vyema masilahi ya wakoloni basi vyama pinzani vitapewa nguvu ya kumtoa madarakani mtawala, lakini lau mtawala akilinda maslahi yao vizuri, vyama pinzani vitaendelea kubakia kama watamaza watazamaji tu. Pia ni wazi kwamba nchi za kikoloni za kimagharibi wamekuwa wakitumia sera ya vyama vingi na visingizio vingine kuchochea mizozo kwa raia, migawanyiko na vurugu ili kwa ujanja kufanikisha kwa urahisi unyonyaji wao wa rasilimali za nchi changa. Mifano hai ni kama Sudani, Kongo, Yemen, Somalia na kadhalika. Ama kuhusiana na kuibuka hali ya kauli zenye kuashiria kuleta mgawanyiko, chokochoko na mchafuko kwa misingi ya kidini baina ya wa Waislamu na Wakristo kutoka kwa baadhi ya viongozi wa Kikristo na Kiislamu, jambo hilo ni matokeo ya fikra ya kikoloni ya wagawe watawale. Ikumbukwe, wakoloni kwa makusudi katika kuendeleza ubwana wao katika makoloni yao huacha kwa makusudi na huunda nyufa mbalimbali mbali za migawanyiko kama, kama ya kikabila, kimaeneo, kidini na kadhalika ili kutumia nyuf, nyufa hizo kwa wepesi pale inapohitajika kwa manufaa yao. Mwito kwa watu wote. Baada ya maelezo hayo, tungependa kutoa mwito huu kwa umma wote. Jambo la mwanzo, kila mmoja afahamu kuwa tatizo kubwa na msingi duniani leo ni mfumo mzima wa kibepari ambao umetamala kila mahala duniani, ukipewa nguvu na kusimamiwa na mataifa makubwa. Hivyo kubadilisha sura ya mtawala kamwe hakubadilishi chochote zaidi ya kujichosha na kupoteza rasilimali. Mbili ama B, nchi zote changa zinazotekeleza demokrasia ya vyama vingi bado rasilimali zao zinahodhiwa na mataifa ya magharibi, raia wao wanahangaika katika hali duni ya umaskini, na nchi zao bado zimebaki kuwa watumwa wa mataifa ya magharibi. Hivyo suluhisho la kweli sio kuwa, sio kuwa na mfumo wa vyama vingi, bali ni kuung'oa mfumo mzima wa ubepari katika uso wa ardhi. Tatu ama C si, tunatahadharisha baadhi ya taasisi wafuasi na viongozi wa dini katika Waislamu na Wakristo wasiingie katika mtego wa wakoloni wa kutumia mihemuko na cho, ya chokochoko choko na fitna za migogoro ya kidini kwa maslahi ya siasa za kidemokrasia. D ilitarajiwa viongozi wa dini, wa kidini Waislamu na Wakristo, kwa kuwa wana miongozo ya dini zao watuonyeshe masuluhisho ya kisiasa, kiuchumi na kijamii kwa mujibu wa miongozo ya dini zao na sio kuibua chokochoko choko za fitna za kidini kwa malengo ya siasa za kidemokrasia. S siasa ambazo haziwahusu ndewe wala sikio na zisizokuwa na haja ya dini wala thamani ya kiroho. Na mwisho kudandia chokochoko za kidini kwa lengo la siasa za kisekula, kuna madhara na maafa makubwa na kamwe hakuna mwisho mwema, kama yaliyotokea Bosnia Herzegovina mwaka 1992 mpaka 95, Afrika ya Kati mwaka 2013 kupitia magenge ya Antibalaka na Seleka na mwendelezo wa fitna kama hizo ndani ya Nigeria. Mwisho, tunawashukuru sana na hapa ni mwisho. Naam. Haya mambo yote unayaona asili ni huo mfumo wa kibepari, kwa hivyo lazima tuzungumze chimbuko kwa sababu e, watu wanakwenda katika vitawi, hawaendi katika chimbuko. Sasa na usipojua msingi watatizo wa tatizo unakuwa unatafuta suluhisho ambalo silo sawa. Kwa hivyo tatizo kubwa ulimwenguni ni baada ya mfumo wa kibepari kuja juu na ukatamalaki ukatawala, matatizo yote, ikiwa Tanzania, ikiwa Kenya, ikiwa Sudani, ikiwa Iraki, ikiwa sehemu nyote tunaifahamu, ni madola makubwa, mfumo wao wa kibepari wa unyonyaji. Hiyo ndiyo dhamira yao, mfumo ambao umejengwa juu ya maslahi. ama suala sasa la vijana Mwanadamu hufanya matendo kwa mujibu wa fikra aliyonayo. Huyu mwanadamu hawezi kufanya kitu isipokuwa na fikra fulani inamsukuma. Kwa hivyo leo public opinion ya kidunia ha, yaani kauli mbiu ya duniani mote, mashuleni, wapi wapi, ni haki za binadamu na mfumo wa vimea vingi, demokrasia ndiyo suluhisho. Hivi ndivyo wakoloni wanavyotusukumia Japo ukweli ukiangalia haya mambo afaham, sio ya uhalisia. Ndani ya Marekani, wanaochagua rais hawapungui watu hamsini, wanaitwa Electoral College. Electoral College, yaani ni kikundi fulani cha wa mabwana wa Marekani ndio wanaochagua. Ndani ya Ujerumani rais anachaguliwa na bunge, waziri mkuu ndani ya Uingereza anapitishwa na bunge, sawa nchi mbalimbali mbali, Saudi Arabia, Omani na wapi, nchi za magharibi zinapewa mapesa, lakini hawasemi kwamba hawa hawana vyama vingi. Kwa hivyo ni udanganyifu fulani ambao wameutengeneza ukavishwa guo la uongo, na hawa vijana sasa kwa sababu umepigiwa, umepigiwa tarumbeta kubwa. Si kwamba sisi hatusemi, si kwamba hatupazi sauti, lakini wao wana nyenzo, kwa sababu dunia wanayo wao E, leo mtoto wako atajua demokrasia na mtoto wangu kuliko atakavyojua mambo ya dini kwa sababu wakianza tangu mwanzo watafundishwa katika civics, demokrasia hivi haki za binadamu hivi, hivi, hivi. Kwa hivyo, natija yake sasa vijana wameibuka kuona hayo ndio suluhisho. E, kwa hivyo suluhisho hilo ambalo wanalishika vijana si suluhisho sahihi, kwa hivyo wamefikia hapo kwa sababu kuna fikra fulani ambayo imetengenezwa ime hivyo fikra ambayo ni ya ki ya kiuongo kwa hivyo sisi na wengine tusiokuwa sisi tunazima pamoja na na, na, na, na, na mipaka ya rasilimali tulizo nazo kuwaonyesha vijana, bali kuwaonyesha na watu wazima na walimwengu kwa jumla kwamba tatizo sio vyama vingi, kwa sababu kuna nchi nyingi ambazo zina vyama vingi na, na Kenya wamebadilisha katiba mara nne, eh, wanademokrasia wanaandamana jana siku mbili hizi wametoa Oxfam, shirika lile linalopambana na, na umaskini, wamesema tangu elfu mbili na kumi na tano mpaka sasa hivi kiwango cha, cha umasikini kimeongezeka Kenya. Kuna watu mia moja na ishirini Kenya ndi wanamiliki utajiri kuliko watu 40, 42 milioni. Kwa hivyo wana, wana, wanaendelea kuwa matajiri ni matajiri wa maskini wanaendelea kwa maskini, licha ya kuwa na katiba mpya, licha ya kuwa na demokrasia, licha ya kuwa na, na, na, na, na hiyo vyama vingi. Kwa hivyo haya ni mawazo kiasi kwamba wajenzi wanaona tukiwa tuna vyama vingi hali itakuwa hivi. Shalifam, Saudi Arabia hana vyama vingi, Omani hana vyama vingi, lakini mbona wana uchumi wa juu? Kwa hivyo hii si suluhisho, lisipokuwa nchi za magharibi wametengeneza kwa malengo yao ya kugombanisha na ya kuwa tiz, ya kuwa ni hawa hawa wenye vyama wasiokuwa katika utawala wanafanywa kama ni watchdog, wanafanywa kama ni silaha ya dharura, silaha ya, ya, ya akiba, kuwapambana na wale ikiwa wale hawakulinda masilahi yao. Kwa hivyo ni hivyo. Kwa hivyo jenzii ni kweli wana hivyo, lakini wamelishwa hivyo na, na, na dunia iko iko na nyenzo nyingi kwa mambo hayo, kwa sababu hawa wenye fikira hizo ndo wenyewe wenye ulimwengu na sisi tuna dhima ya kuweka ufahamu huo sawa.